Mafuta ya mbegu aka vegetable oils, hmm, mafuta yanayofahamika kwamba hayana cholesterol. Kwa nini unayashutumu si salama kiafya? Nayashutumu si salama kwa afya kwa sababu hata miongozo mikubwa ya lishe duniani inakubaliana na mimi kwamba cholesterol si nadharia yenye nguvu hadi sasa hivi inayoeleza kwa nini binadamu anapatwa na maradhi ya moyo na shinikizo la juu la damu. Ukilejea katika mwongozo wa chakula wa US Dietary Guideline ya mwaka elfu mbili na kumi na tano ambayo ilitumika mpaka mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa hivi, mwongozo huu ulitengua kiwango cha mwisho cha kula kolesterol kwa siku. Yaani zamani tulikuwa turuhusiwi kula kolesterol zaidi ya miligramu mia tatu kwa lakini sasa hivi e, ule ukomo ulitenguliwa kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano. Hii inamaanisha ya kwamba kumbe kolestero sasa hivi imeanza kuonyesha ya kwamba si adui, ni rafiki katika mwili wa binadamu. Tumeituhumu sivyo ambavyo inatakiwa kutuhumiwa. Adui ni nani sasa? Tafiti hadi sasa hivi zinaonyesha ya kwamba E, kuathirika kwa kuta za mishipa ya damu tunasema endothelium injury na kuvimba kwa kuta za mishipa ya damu tunasema endothelium inflammation. Inasababisha kuta za mishipa yako ya damu kushindwa kufanya kazi ya kutengeneza kitu kinaitwa nitric oxide. Hali hiyo kwa kitaalamu tunasema endothelium dysfunction. Yani, kuto kufanya kazi ipasavyo. Kwa kuta za mishipa ya damu kutengeneza kitu ambacho kinafungua mishipa ya damu vasodilator, ambayo ni nitric oxide. Matokeo yake ni nini? Unapata generalized constriction ya mishipa ya damu, mishipa yako ya damu inakuwa haifunguki vizuri, hivyo pressure inakuwa inatembea katika kiwango kikubwa. Sasa mafuta ya mbegu yanaongoza katika tuhuma ya kusababisha mishipa yako ya damu kujeruhika, mishipa yako ya damu kuvimba, mishipa yako ya damu kuto weza kutengeneza nitric oxide kwa kusababisha kitu tunasema endothelium inflammation. Sasa nadharia hii ya endothelium inflammation imeanzia wapi? Imeanzia kwenye systemic inflammation. Kuna kitu nakiita low grade chronic inflammation. Yaani eh, kuathirika kwa mwili wako na kinga yako ya mwili kuchachamaa. Ndio maana huwa tuna vitu ambavyo tunapima sasa hivi vinavyoashiria kwamba wewe huko hatarini kupatwa na shambulio la moyo, wewe uko hatarini kupatwa na shinikizo la damu. Tunaviita chronic inflammatory markers, kwa mfano high sensitivity CRP, interleukin 1, interleukin 6 ni vitu ambavyo huwa tunavipima kwenye damu kwa mtu ambaye ana shinikizo la juu la damu au yuko hatarini kupatwa na shambulio la moyo au ubongo. E, tukiangalia mafuta ya mbegu yana uhusiano mkubwa sana na kupandisha hivi